Leo niko peke yangu, mwana mwana Yanga yule amepotea. Amepotea leo niko peke yangu, leo niko peke yangu nimekuja kuchambua mechi ya Simba Sports Club. Eh, nimesema niko na mwana, kuna mwana Simba anapita ngoja, tutajumuika naye kidogo hapa. Nimekuja kuchambua mechi ya Simba Sports Club e, e, eh, ambayo anacheza leo, sema jana nasikia umetokea miji mingi sana, sema mingine iligomba. Kuna mtu anaitwa Orlando Pirates Hmm. Alikandwa goli tatu nyumbani, ugenini alikandwa tatu, alivyokwenda nyumbani ugenini alikandwa alika, alika, ugenini, hmm. tatu alivyokwenda nyumbani akamkanda yule mtu goli tatu. Bahati mbaya penati zikamwangusha, walienda mpaka penati, ina maana wanangu tu na Yanga nao jana e, ile goli ilokataliwa goli wa ugenini. Ah. una goli likataliwa tena sasa, kwa nini? Ndo hivyo mwanangu, ndo hivyo mwanangu, leo ni Simba Sports Club, lakini jana kulitokea miujiza mingi sana watu walikuwa wawategemei, kwamba walikuwa wanajua yule jamaa kwa sababu eti amemfunga Yanga goli moja eti anaweza ya kumtoa Yanga. Hilo swala niliona kwamba yule jamaa hawezi kumtoa Yanga, hauwezi kumtoa Yanga. Kumtoa Yanga kwa kumfunga goli moja, huo ni utoto. Mi nilijua yanga hawezi kupotea kwa goli moja, na kweli yanga, mm, alifanya hicho kitu. Dakika 45 za kwanza tu zilitosha kudhihirisha kwamba yanga anakwenda hatua ya makundi kwa kumpiga a jamaa goli mbili bila wale jamaa wamefua. Sababu gani? Wale jamaa walikuja wakiwa wameshamaliza mchezo yani wao walijua eti walimfunga yanga goli moja walimfunga magoli mengi, ni uongo, haikuwa sawa, wakaja wakarelax. Sasa basi at least wangekuwa wamekuja na mfumo wa kukaba ule wapo kucheza nyuma wanataka kushindana na Yanga, basi meisha leo. Imeisha leo, amekwenda hatua ya makundi Yanga, yule jamaa ametoka. Lakini tena ile jana hiyo hiyo, kuna Orlando Pirates ambaye alipigwa ugenini goli tatu kavu <laughs> Orlando Pirates alipofika nyumbani akarudisha zote tatu, lakini bahati mbaya kilichomwangusha Orlando walifika matuta ndo wakapotea. Sasa inamaanisha hii tatufundisha kwamba tusijiamini kwamba, eti kwamba kwa sababu tulimfunga mtu tatu kwake eti kwamba kwetu hatuwezi, hawezi kutufunga tusirilaksi. Wanasimba leo, tuchezeni mpira kama mpira, tucheze vile vile kwa kujihami, tucheze vile vile kwa mipango ili at least, tupate kile tunachotaka tuwe na mipango ile ile, lakini kama tusipokuwa na mipango tukiona leo tushamaliza Tuchezeshe wachezaji wale sijui, ambao wanacheza benchi kila wanakaa benchi kila siku, wachezaji sijui, wacheze na mpira wajifanya kwa mazoezi, o wanangu, tunaweza kuleta miujiza, tunaweza kuleta miujiza. Goli tatu sio goli hamsini.